Mkuu wa wilaya ya Moshi, Godfrey Mzava, amethibitisha vifo vya watu watatu na majeruhi sita kufuatia ajali ya gari aina ya noa walilokuwa wakisafiria kutoka halusini mkoani Tanga. DC Mzava alisema ajali hiyo ilitokea mnamo Jumapili, Septemba 28 mwaka 2025 katika eneo la njia panda wilayani Moshi baada ya gari aina ya noa ililokuwa ikitokea Kalogwe mkoani Tanga kugongana uso kwa uso na lori lenye tela lililokuwa linatokea Arusha kuelekea Tanga. Waliofariki dunia wametajwa kuwa ni Samueli Nyerembe mwenye umri wa miaka arobaini na nne mkazi wa Bonite ambaye alikuwa dereva wa Noa na Rebeka Talima mwenye umri wa miaka ishirini na tisa mkazi wa Soweto na Farida Mazimu mwenye umri wa miaka arobaini mkazi wa Bonite. Aidha, majeruhi wametambulika kuwa Asia Lima mwenye umri wa miaka thelathini na sita mkazi wa Bonite na Mariam Limo mwenye umri wa miaka thelathini na tisa, Salome Aiso mwenye umri wa miaka thelathini na sita na Lati Emanueli mtoto wa miezi saba na Maila Limo mtoto, wote walikuwa kwenye gari hilo. Na hii ni team media tutu, tunakuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujili ndani na nje, na mimi ni Loisi kila. Subscribe, like na kukomenti.